Msisitizo ulikuwa kwenye uh, kuangalia na kukagua maendeleo ya ukarabati wa uwanja wa Uhuru, lakini hali kadhalika tulikuja kwenye mradi namba 6505 ambao wenyewe ulikuwa ujenzi wa jengo la kiwanda cha uchapaji uh, la Tanzania Standard Newspaper TSN. Kwa hivyo tumefanya na kamati ya Bunge miradi yote hii miwili, tumewapitisha wamejionea maendeleo yake. Maendeleo ya ukarabati wa uwanja wa Uhuru tuko kwenye 8% sasa hivi lakini kazi hiyo imefanyika ndani ya mwezi mmoja tu, kama unavyofahamu. Kwa hivyo, uh, naamini tuko ndani ya muda kwa kadri, uh, tulivyopangiana na mkandarasi, na ndio jambo ambalo tulikuwa tunalitazamia baada ya kuamua kabisa kwamba tunataka marekebisho hayo yahusishe nini na nini na tunataka matokeo gani. Lakini hali kadhalika, ujenzi wa kiwanda hiki pamoja na ununuzi wa mitambo ambayo yote inatoka nje ya nchi kwa ajili ya uchapaji, jambo ambalo litaenda kuinufaisha sana Uh, mchapishaji huyo wa magazeti ya serikali kwa maana kwamba kwanza atakuwa na uwezo wa kuchapisha magazeti yake mwenyewe, lakini atakuwa anatoa huduma ya uchapaji kwa watu wengine, makampuni mengine, taasisi nyingine ambazo zitakuwa zinahitaji huduma hiyo kote nchini. Na tumepata maelekezo, hatua zinapigwa, tunasogea uh, na kazi ya bunge ni kusimamia serikali, ile bajeti ambayo waliipitisha kuhakikisha inakwenda kufanya kazi kwa thamani ile ile ya pesa ambayo Uh, waliitoa. Kwa hivyo wamekuja wameangalia, kiasi cha fedha kilichotolewa na kazi iliyofanyika, hawana uh, uh, shida nacho, lakini tumepata maelekezo kuhusiana na kasi ya miradi hii yote, na tunakwenda kuyafanyia kazi ili kuhakikisha tunawatendea haki umma wa Watanzania ambao miradi hii inakwenda kuwanufaisha kwa namna moja ama nyingine.